Alipokucha jangwani mwa Libya, kulizaliwa kijana mwenye ndoto kubwa kuliko mchanga wa Sahara. Jina lake ni Muammar Gaddafi. Alizaliwa mwaka 1942 katika familia ya kifugaji ya Wabedu, akiwa wa kawaida kabisa bila ya mali, bila nasaba za kifalme, lakini roho yake ilikuwa na moto wa mapinduzi. Tangu ujana aliyeonea maumivu manyanyaso ya wakoloni, akayeweka moyoni kama sumu inayosubiri muda wa kulipiza. Katika miaka ya 1960, Gaddafi akiwa kijana wa kijeshi aliyehitimu nchini Uingereza alirudi nyumbani akiwa na ndoto ya kuivua Libya kongwa la kifalme. Mnamo mwaka 1969 akiwa na umri wa miaka 27, tu aliongoza mapinduzi ya kijeshi yaliyomng'oa mfalme Idris, ndipo akaanza sura mpya ya taifa lake. Kama kiongozi wa mapinduzi, si rais wala mfalme, Gaddafi alitawala kwa njia isiyo ya kawaida. Aliandika Green Book, akapinga demokrasia ya vyama na kuanzisha mfumo wa uongozi wa watu kupitia kamati za watu. Alitangaza usawa, elimu bure, huduma za afya bila malipo, na kweli Libya ilishuhudia maendeleo. Viwango vya elimu vilipanda na miundombinu ikachipua jangwani. Lakini nyuma ya pazia la maendeleo kulikuwepo na mkono wa chuma, upinzani haukuvumiliwa uhuru wa vyombo vya habari ulifungwa, na Gaddafi akawa mtu wa hofu na utata kimataifa, akihusishwa na vitendo vya kigaidi na migogoro ya kimataifa. Mbali na kuwa kiongozi wa Libya, Gaddafi aliota ndoto kubwa zaidi, ndoto ya umoja wa Afrika wa kweli. Alitamani sarafu moja ya Afrika, passport moja na jeshi la pamoja. Alifadhili nchi nyingi, alizunguka bara la Afrika kwa mavazi ya kifalme na walinzi kama wahenga. Alijiona kama mfalme wa wafalme wa Afrika. Wengine walimshangilia, wengine walimchukulia kama mtu anayetaka kuteka bara. Mwaka 2011 upepo wa mabadiliko ulipuliza kaskazini mwa Afrika, Arab Spring. Waandamanaji wa wali Libya walichoshwa na utawala wa miaka 42, na kwa msaada wa kikosi cha NATO, vita vya wenyewe kwa wenyewe vililipuka. Mwisho wake ulikuwa wa kusikitisha. Gadafi alikamatwa na kuuawa mnamo Oktoba 20 mwaka 2011 katika mji wa Sirte alikozaliwa na alipofia. Muammar Gadafi alikuwa zaidi ya kiongozi, alikuwa fumbo, mvumbuzi wa njia yake mwenyewe, mpinga mfumo wa Magharibi na mpenda bara la Afrika. Kwa wengine alikuwa dikteta, kwa wengine shujaa wa kupambana na ubeberi. Lakini la hakika ni kwamba jina lake litaendelea kugonga vichwa vya historia kama kivuli cha simba aliyetawala jangwani kwa nusu karne. Na huyo ndio mwamba Muammar Gaddafi kutoka Libya. Usisahau tu, hii ni sauti ya mamlaka, na mimi ni Athman Mshana.